Mambo vipi, mtazamaji wa Masters TV pale popote ulipo, endelea kuwa nasi mwanzo hadi mwisho kwenye kipindi chetu ambacho huwa tunakuletea kila siku ndani ya Masters. Na siku ya leo nipo na ndugu yangu hapa. Kuna maswali mawili matatu ambayo nitakuja kuongea naye au kumuuliza ili tupate majibu kutoka kwake. Mambo? Ndiyo, inaashiria <laughs> <Lakin ujibawa blue. laughs> Okay, kitu gani? Ah, mi sijui naashiria kitu gani, lakini naivaa kwa sababu ni rangi ambayo nipendwa sana kwangu. Okay. Hmm. Ni kitu gani hutamani watoto waje walisi kwako? Mi muuni? Ah, kuna namna <laughs> kuna namna mimi muuni watu wanavyonichukulia, lakini mimi ambacho sitamani watoto waje kurisi kwangu ni ile hali ya watu kuwachukulia wauni kama wanavyonichukulia mimi, badala yake mimi nimetulia warisi kwangu. Ndio. Okay, unamwamini Mungu sana sana, tena sana. hmm. Ndio. Okay. Kuna utofauti wa kumwamini Mungu na imani, kumwamini, mna neno imani kwa, kama ukiniambia kama kuna tofauti kati ya imani na kumwamini Mungu maana yake unanipa maswali mawili tofauti ambayo yanajibu moja. hmm. Imani ndio inayonifanya nimwamini Mungu. Imani ndio inakufanya nimwamini Mungu. Sababu nikikwamia hata wewe hapa. Maana yake kuna neno imani mle ndani. Ukiniambia unamwamini una, una, una kabisa, nitakwambia yes namwamini. Kwa nini? Kwa sababu nina imani naye. Kwa na, nina imani na Mungu ndio maana namwamini pia. Sawa sawa. Okay, ni tabia gani huwezi ukaiacha, hata kama umeoa? Hata kama nimeoa, kwanza, kuna swali, nimeoa? Eh, hapo nikioa sema, hata ina maana hujaoa? Ah, hilo swali siwezi nikalijibu. Basi ukiwa umeoa, nikiwa nimeoa, tabia ambayo siwezi kuiacha <laughs> ni kuchepuka. Mm. Kabisa <laughs> kwa sababu gani? Sasa kwa sababu <laughs> mtu yeyote aliyeumbwa na akili zile za kiungu mm. za kiumungu ndani yake, kwa sababu sisi tuliumbwa kwa mfano wa Mungu, hauwezi kukosa kuchapuka hivyo. yani yani ukiwa na ile akili ya kiungu ndani yako, huwezi kukosa kuchapuka. Okay, ni aibu gani ambayo shoi ukukuta afu ukajutia? aibu ambayo kuna namna. nijutia kwa namna gani? aibu ya upande kuna aibu cha kama nilikifanya, siwezi ngapita ile sehemu aa a ya, ya ndoa <laughs>. Watu wakanichukulia wakanipelekea taarifa to tofauti na zile ambazo nilizokuwa nazo mimi, ile CV ambayo nilikuwa nayo mimi watu wakaipeleka tofauti na vile ilivyokuwa uhalisia wake. Sasa ikanibidi ile sehemu ambayo ilikuwa inapita sana, ikabidi nipunguze namna ya kupita pale ili watu wasiendelee kuniongelea, japokuwa kuongea ni, ni, ni, ni, ni wakijisikia wanaongea. Mi siogopagi maneno ya watu. Huyo ndo mimi, okay. hey. Sawa okay, kwa nini kwenye kwa nini Bibilia inakuwa na kava nyeusi alafu kwa ndani inakuwaga na katasi nyeupe? Ni kwa sababu gani? Kuna namna tukiwauliza waandishi walioandika watakuwa na majibu ya moja kwa moja. Mm. Oje kujiuliza kitu chochote kuhusu Biblia. Uh, Biblia? Uh, Kabla sijajiuliza, mtadamani ni kuuliza wewe Biblia ni nini ili nikujibu moja kwa moja. Biblia ni nini? Hebu nijibu kwanza wewe ili nikujibu. Wengi wanasema kama ni kitabu cha Mungu. Mungu. Uh, Mungu. Biblia si kitabu cha Mungu. Biblia ni kitabu kitabu kitabu kinacho beba maneno ya Mungu. Yes. Yes. Mm. Uh, Yes. Sasa kwa nini inakuwa na cover nyeusi? Waandishi mtajaribu kuwauliza. Ukipata nafasi ya kumuliza mwandishi mmoja atakujibu mimi kama mwandishi wa kitabu cha Biblia. <laughs> Ile unasomaga Biblia. Yes. Umesema kwamba ni ni kitabu cha kinachobeba maneno ya Mungu. Maneno ya Mungu. Eh. Kwa ndani meupe, kwa nje, kwa ndani kwa ndani kuna kuna kuna, kuna, kuna karatasi nyeupe alafu yameandikwa na maandishi meusi. Kava yake ni nyeusi pia. Lakini kuna zile zina kava nyekundu kuna namna, sio nyekundu ni nye maruni nye maruni hivi. Yes. Kweli. Mm. Na kuchelewesha? Kwenda wapi? Kwenye ambapo ulikuwa unaelekea, wapi? Ndo swali, wapi? kwenye <laughs> <laughs> sherehe na hizo. Kwenye sherehe, inaona tupo kwenye sherehe? Ni kwa, sijui. Yes, natakiwa kuwepo kwenye sherehe. Sawa, okay, nitarajie kirefu cha SMS. <laughs> Okay. Hapa, yeah. Tume tumekamilisha maswali yetu. Kabla sijakamilisha nitakuwa na swali moja nitakalo kuuliza. Kwa nini umetamani kunihoji mimi? Kwa nini umetamani kunihoji? Eh, maana hapa ukiangalia kuna watu wengi. Kwa nini umetamani mimi? Yaani sisi masters hatuna ubaguzi wala upendeleo. Na maana yeyote ambaye tunayekutana naye akitupa muda wake ndo tuna, tunamhoji. Lakini kama kama ungekataa hatungekulazimisha. Kuna namna yule aliye nyuma ya kamera. Hmm. Unamshuti huyu? Okay, ukiwa unamshuti huyu <laughs> okay, e, hapa ndo tumekamilisha maswali yetu ambayo tulikuwa tunaongea na mshikaji amevalia suti ya blue. Nikusikie kitu kimoja sasa, usubscribe, like na comment ili wa kwanza kupata habari zetu kutoka ndani ya Mastaz. Alikuwa ni kabisa. Bye. -bye.